Katika ulimwengu wa sasa kila mtu anatamani kufanikiwa. Wewe unatamani kufanikiwa, mimi natamani kufanikiwa, na wao pia wanatamani kufanikiwa. Mafanikio yamejificha katika tabia maalum, ni seti ya kanuni na mienendo ambayo inaweza kujifunzwa. Mafanikio pia ni mchezo wa kurudia, kwani yamekuwa yakifanyika tangu zamani. Mafanikio ni mchakato wa kudumu. Maanake ni kuwa watu wamekuwa wakifanikiwa tangu zamani na wanaendelea kufanikiwa hadi leo. Kuna watu waliofanikiwa mwezi uliopita, wiki iliyopita, jana na hata leo. Vile vile kuna watu watakaofanikiwa kesho, hata mwaka ujao. Mafanikio sio mchakato wa mara moja, bali ni matokeo ya kujenga tabia na nidhamu katika maisha. Katika makala hii nitakushirikisha mambo saba ambayo unapaswa kuacha ili mafanikio yaweze kuja kwa urahisi. Kama utaweza kuachana na mambo haya, mafanikio yatakufuata yenyewe. Karibu sana. Tabia ya kwanza kabisa ambayo unapaswa kuachana nayo ni tabia ya visingizio. Acha visingizio, quit making excuses mojawapo ya tabia zinazowazuia wengi kufanikiwa ni tabia ya kutoa visingizio. Kuna msemo maarufu kutoka kwa Benjamin Franklin unaosema kuwa if you really want something, you'll will find a way, but if you don't want it, you'll find an excuses. Maana isiyokuwa rasmi ya Kiswahili ni kwamba kama unahitaji kitu utatafuta njia ya kukipata lakini kama haukihitaji utatengeneza sababu. Na msemo huu unafanana kabisa na msemo wa Kiswahili unaosema ya kwamba penye nia pana njia. Maana yake ni kuwa, kama kweli unataka kitu fulani, lazima utatafuta njia ya kukipata, lakini kama haukitaki kwa dhati, utajikuta ukitoa visingizio vingi. Watu wengi wanapokutana na changamoto kuanza kulalamika juu ya mazingira au hali fulani badala ya kuchukua hatua. Mfano, mtu anaweza kusema ah, maji yamekatika, eh, umeme umekatika, nimechoka sana leo. Hayo yote ni visingizio tu ambavyo huonyesha kutokuwa tayari kwa mtu huyo kufanya kile kinachoweza kufanyika. Visingizio vinaweza pia kuwa ishara ya hofu au ukosefu wa kujiamini. Watu wengi hujihisi wameshindwa kabla hata ya kujaribu. Badala ya kukubali kushindwa, ni muhimu kujitambua na kukubali kwamba tabia ya kutoa visingizio haileti mafanikio. Mafanikio yanahitaji nidhamu, kujituma na kujitolea bila kukata tamaa. Sasa tuingie kwenye tabia ya pili ambayo unapaswa kuachana nayo. Acha kuwaridhisha watu wengine. Quit trying to please others. Tabia ya pili inayoweza kukuzuia kufanikiwa ni ile ya kujaribu kuwaridhisha watu wengine. Mara nyingi tunajikuta tukifanya mambo kwa ajili ya kupata kibali kutoka kwa watu wengine au kuonekana vizuri mbele ya jamii. Mitandao ya kijamii imekuwa ni chanzo kikubwa cha shinikizo la kijamii ambapo watu wanajikuta wakijaribu kuonyesha maisha ya anasa au mafanikio ya uongo. Kwa mfano, mtu anaweza kuposti picha ya hoteli ya kifahari, ili hali hana uwezo wa kufikia maisha hayo. Hii inamaanisha kwamba badala ya kuwekeza muda wako katika mambo ya msingi na yenye tija, unajikuta ukitumia nguvu na rasilimali zako kwa mambo yasiyo na maana. Badala ya kuishi maisha ya kuigiza Jifunze kuweka juhudi katika mambo halisi na yenye tija kwa maisha yako. Kuna msemo unaosema ya kuwa most people fail in life because life is an exam in which everyone has a different question paper. Hii inamaanisha kuwa kila mtu ana mtihani wake wa maisha ambao amepewa na muumba wake kwa hivyo unapaswa kufanya mtihani wako mwenyewe badala ya kushughulika na mitihani ya wengine. Badala ya kutumia muda mwingi kuwauliza wengine maswali au kutafuta sifa zisizo na maana, jifunze kuwekeza muda wako katika kujijenga na kuboresha maisha yako. Kumbuka, wakati unapotea na hautarudi tena, na hivyo ni muhimu kuutumia kwa busara. Jambo la tatu: Acha kulalamika na anza kuchukua hatua. Katika safari ya mafanikio, moja ya mambo yanayowakwamisha wengi na ni tabia ya kulalamika. Kila mtu anakutana na changamoto katika maisha, lakini tofauti kati ya wale wanaofanikiwa na wale wanaoshindwa ni jinsi wanavyokabiliana na changamoto hizo. Watu wengi hupoteza muda mwingi wakilalamika badala ya kuchukua hatua za kutatua matatizo yao. Kumbuka, watu wenye mafanikio ni wale wanaotatua matatizo, na huwezi kuwa mtaalamu wa kutatua matatizo kama hujawahi kuyakabili. Kwa hiyo badala ya kulalamika, tafuta suluhisho na jifunze kutokana na changamoto. Jambo la nne, acha kujistukia na kujiwekea vikwazo. Watu wengi wana mawazo mazuri na wana uwezo wa kufanikisha mambo makubwa lakini wanajikuta wakikabiliwa na hofu na mashaka. Hofu ya kushindwa, mashaka juu ya uwezo wao na kujiona hawawezi ni vikwazo vikubwa vinavyowazuia kufikia malengo yao. Badala ya kujiwekea vikwazo, chukua hatua hata kama unahisi hofu. Kushindwa sio mwisho wa safari, bali ni darasa muhimu katika maisha. Unaposhindwa unajifunza na kujipanga upya kwa mafanikio ya baadaye watu wenye mafanikio hawagopi kushindwa bali hujifunza kutokana na makosa yao na kuendelea mbele kwa ujasiri. Jambo la tano: usijilinganishe na watu wengine. Kama vile maua yanavyochanua kwa wakati wake, kila mtu ana safari yake ya mafanikio. Tatizo kubwa kwa wengi ni kujilinganisha na wengine, hali inayosababisha kujihisi duni au kutokuwa na thamani. Mafanikio ya mtu mwingine hayamaanishi kuwa wewe umeshindwa. Kumbuka, uzuri huanza pale unapochagua kuwa wewe mwenyewe. Acha kulinganisha safari yako na ya wengine na badala yake zingatia kujiboresha na kutumia uwezo wako kikamilifu. Duniani kuna nafasi ya kila mtu kuchanua kwa upekee wake sawa na maua yanavyostawi bila kuangalia jinsi maua mengine yanavyokuwa. Jambo la sita unalopaswa kuliacha ni kuchukia mafanikio ya wengine. Katika ulimwengu huu kuna dhana potofu kwamba ili kufanikiwa mwingine lazima ashinde. Lakini ukweli ni kwamba mafanikio yako hayawezi kupungua kwa sababu ya mafanikio ya mtu mwingine. Kwa kweli tunapata zaidi tunapotoa na kuombea wema wengine. Mafanikio siyo ushindani wa kuvuta miguu ya wengine chini, bali ni safari ya pamoja ya kuinuana. Kila mmoja kuwa na moyo wa kutoa na kusaidia wengine kufanikiwa, kwani kupitia kutoa utajenga mtandao wa msaada na kubarikiwa zaidi. Jambo la saba unalopaswa kuliacha ni kudhalau uwezo na vipaji vyako. Ulimwengu unahitaji kile ulicho nacho. Usikubali ndoto zako zikafie moyoni mwako bila kufanyia kazi. Lesi Brown aliwahi kusema kwamba utajiri mkubwa zaidi duniani hauko kwenye migodi ya dhahabu au almasi, bali kwenye makaburi. Pale ndipo zilipo ndoto ambazo hazikutekelezwa na vipaji vilivyofifia bila kutumiwa. Usikubali kuondoka duniani na uwezo wako ukiwa haujatumika. Chukua hatua sasa, acha hofu ya kushindwa, fanya kile unachoweza mahali ulipo na kwa kile ulichonacho. Kumbuka kuwa safari ya mafanikio huanza na hatua moja. Sasa napokuwa nikifikia mwisho kabisa wa video hii, naomba nikuulize swali, ni mambo gani ambayo umekuwa ukiyafanya yamekuwa akikwamisha safari yako ya mafanikio? Andika hapa chini na mimi pia nitakufuatilia ili tuendelee kujifunza zaidi. Asante sana kwa kufuatilia video hii, usahau kusubscribe kulike, kushare na kucomment ili watu wengine pia waweze kunufaika na maarifa haya. Asante sana, karibu tena katika video zinazofuata.